Lakini hizi namna mnazofanya, fanya mnafanya vingi, yaani vingine mtu asiye na ufahamu naweza kusema, ah, sasa mnapachafua. Hakuna kinachochafuka hata pakichafuka. Kwa mfano pale kanisani la amani, zile na baadhi ya ufanisi uliopo pale, naam, hazijaja hivi hivi. Vimejengwa vingi na kufumuliwa, kweli kabisa baba, kweli vimejengwa vingi na kufumuliwa, na kufumuliwa. Naam bila bila kujengajenga vya kujenga hivi, ukitaka kuja kujenga cha moja kwa moja mpaka unakufa, mpaka unakufa na mpaka, unakufa. Na mpaka unakuja kwanza kujenga kile cha moja kwa moja, kilishapitwa na wakati. Kwani afadhali wakati mwingine kajenga ghorofa la vioo aluminia, wewe piga, piga makaratasi ya ghorofa kikubwa i <coughs> <coughs> <coughs> Amen, amen, amen, amen, amen. Na, na gorofa <coughs> <coughs> Kweli kabisa. Hapo yeah, <coughs> ndo wazee wakija kujenga gorofa linakuja haraka. Naam. Lakini ukisema tu hapana, mimi ni kama Amoni nataka kuja kujenga gorofa ni kwanza ni nguzo moja unaweka nguzo nini nitakuja <tutu> kujenga gorofa no. Baada ya kuna umepata milioni moja ume, umeweka nguzo mbili nitakuja no. kujenga gorofa no. Utakuja kufa hujai kuona gorofa no. Mpaka no. unakuja kumaliza ile gorofa yako ile no. Ilishapitwa na wakati nyumba za aina hiyo. mm -hmm. Yeah. Kwa hiyo mara kitu umeona unganisha vile vilivyopo mtu. mm -hmm. Natuwekana juu, natuelewa sana ah, <tutu> natuelewa sana natuvio natuvo huvyo na nini nah. Mwisho wa siku unaichungulia dunia kwa chini. Naam, naam na... kweli <laughs> kabisa <laughs> unaichungulia dunia kwa chini. Wengine wanakuwa wajui, wanakusema kumbe huko juu pale. Naam, naam, unawacheki wanasema unayosema, unawacheki kwa sehemu kubwa. Vile ambavyo vinaitwa vya kiutalii vinafanya hivi, naam, ila sisi mpaka afanye mzungu eh. <laughs> Yeah, yeah, uh, uh, nah. unabadilisha kirahisi sana kutoka penye mbao, kwenda kwenye jambo lingine ambalo haliwezi kuungua moto. Unaona mimi pale kaisha piga piga mbao, baadaye unaweza kupiga, haya itaungua moto. Lakini la amani wala wili inaweza ikafaa, ataweke chuma lakini la amani inaeleweka. Kwa hiyo kufanya vitu kwa kikubwa tu kepo kitu kimefanya. Kwa mfano kama hapa nimepiga nah, hivi ukiwa ukija mtu ambaye anataka vitu standard ya kina Amoni nah, type mwambie au tutumiti tupe huko ungeweka mbao au 6 au sasa hii huko Amoni imekaa. Naam. Eh, nah. Kwa kile cha miaka minne. Kwani kweli sisi maisha, yani tuseme huyu Mungu tunayemcha. Mpaka wake ni kanisa aka ili kanisa hivi? Hapana, eh, si ni kutoka imani hata imani. Naam, naam, naam. Hivi kweli, si tu Mungu akatusaidia akatuleta kwenye maana ya taabu tulio nayo, unafikiri itahitaji miezi mitatu kuangusha ile jengo na kujenga jengo lingine? Hapana. itahitaji miezi mitatu kuhama hapa na kukaa kwenye eneo linalotustahili hapana, atahitaji wiki moja tu. Naam, naam moja tu kwa shaka unakuta watu wanawakimbilia huko na kule kule. Hata siku baba hata unaloka halitoshi. Ndio. Kwa vitu vingine hivi kinaweza kikawasitiri wiki tatu. Naam. Kinaweza kikawasitiri miaka kadhaa. Naam, naam. Nenda nacho. Naam. Sababu kwa kwa shuka kama hii huku juu kutakuwa na vitu ambavyo vitawekwa, sababu najua hizi ni lamaza kanisani. Naam, naam. Wakana karatasi wataweka, kuna mbao wala miti itaonekana huko juu. Naam. Sasa ukishona shona mabao ya gharama kubwa, una kumi muwekea ndani ambayo hayaonekani. Naam, naam. Una kumi muwekea ndani huko juu. Mungu wetu asifiwe. Amen, amen, amen, amen. Kule moyo kufanya fanya kwa sura ndio fanya. Naam. Hii ambayo yamefanya hapa. Naam. Basi mi niseme tu, yaani kwa kwa kuwa sasa Mungu ameruhusu mimi nitakuwa baraka kwa ajili ya ya fahamu zenu, na mimi sijuti mimi sijuti. Yaani mimi sio mchungaji ambaye nasema she Mungu angenipa mihera sasa hapa no. Ningewafunikia hapa yote no. Angenipa mihera ningewafunikia ah. Mimi si wa aina hiyo sio no. no. Hivyo, no. no. E, hivyo. Cha kwanza kabisa ninachohangaika cha kwanza no. Na angaika ile nguvu tunayotakiwa kuja kuwa naye. Naam, naam. Na ambayo yenyewe ni kila kitu. Naam. Yenyewe inaweza kufunika haka kajengo. Yenyewe inafunika viwanja vinne vya mpira. Inaviweka pamoja watu waliitia jina la Bwana. Naam. Naam, naam, naam. Naam. Yenyewe inaweza kufunika inchi yote, inchi yote, yeah, mpaka pota kufunika pakafuniko. Naam, naam, naam. Kwa hiyo, mimi nguvu ndo na angaika nayo sana. Kwa maana baadhi ya watu tunaotembelea, wanaotembelea, na muda wanao, mtu kamsha kuja anaangalia kwa wewe ah, kwa wewe jina lako lilivyo una, yaani lazima una mihera utaisaidia. Mm. Mimi nasemanga, mm, utaonanga nilivyo na amani bila kukusaidia mihera, yaani utaonanga <laughs> nilivyo na amani bila bila kukupa chochote, yaani utaona nilivyo na amani naam, naam, yeah kwa sababu mimi naoweza kukatisha safari hata miaka sita kumi kama sina hela. Siendi kokote kwa sababu ninachohangaika, nikija Kiwira, nikienda Tukuyu, nikienda Tunduma, nikienda Sumbawanga, niende popote na naangaika na kusema kufanya, naam, kitu kitakachomwamsha mtu amen. Amen. Aanze kuwa na jitihada na hari ambazo oh, Mungu Huzitakaga azione hizo. Naam. Naam. Mungu utakaga amwone mtu hivyo. Mimi naambia mimi nangaika kufanya au kumtengeneza mtu ambaye Mungu anasema anataka kuwaona ku... nilitaka nimwone mtu anafanya hivyo Nijionyeshe mimi ni mwenye nguvu, kwa sababu Mungu anatafuta, anakimbia huku na kule, atafute moyo ulio mkamilifu, ili apate ajionyeshe kuwa ni mwenye nguvuacho angaikanacho wewe, jua nataka mtu ambaye Mungu atajionyeshea ni mwenye nguvu. Na kama sio mtu, basi mimi nifanye niende nikutane ni na watu nifane, ambacho kitamfanya Mungu aone mimi kwa ninavyofanya na stahili ajionyeshe kwamba ni mwenye nguvu. Amen, amen, amen, amen. Ni. Kwa hiyo pale itakapowezekana kusafiri sina extra. No. Sina cha niongeza. Lakini kuna mtu nitamkuta. Mimi nitasafiri kwa moyo wangu. Amen. Amen. Yeah, yeah, yeah. Kwa sababu yeah. Sina na mtu, na sina na mtu. Naam. No. Na swala Ah, ningeenda ningeenda kuwaona Kiwia lakini wanajenga wanajenga nah. Mimi sina hela hiyo, mtakuja kuiona. Amen, amen. Mnakaa sehemu pana baridi, pana mnanyeshwa na mvua, na mimi nakaa, tunamtafuta mtu hapo hapo hakupatikana kwenye magorofa No. Mtu ambaye Mungu baadaye ajitokeza kupitia mtu akupatikana kwenye magorofa naam. no. Mtu huyo al, al, al, al, al, al, alikuwa mahali anafanya, wengine walikuwa wanapepeta ngano, wengine no. wanapepeta ngano, wengine alikuwa anachunga mifugo. Yaani no. Kuna wajibu, kuna mambo alikuwa anaendelea kuyafanya yenye yeah. faida kwenye jamii fulani yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Kama hapa Kiwira mmeangaika kakituo kaina hii nikakituo hi. no. Ni kakutafutia mtu yeah. no.